Profesa Mama Anna Tibaijuka ameendeleza mjadala kuhusiana na maswala ya madini hasa baada ya wiki za hivi karibuni kuibuka mijadala mikali mitandaoni na kwenye vyombo vya habari kwamba serikali inadaiwa kutaka kuuza sehemu ya hakiba ya dhahabu ya taifa kwa ajili ya kupata fedha za matumizi ya haraka. Wapo waliosema serikali imeishiwa fedha, wengine wakidai kuwa ni mkakati wa kifedha wa muda mfupi. Hata hivyo, benki kuu ya Tanzania BOT, ilikanusha vikali taarifa hizo, ikifafanua kuwa hakuna dhahabu yoyote ya akiba iliyowekwa rehani au kuuzwa, na kwamba akiba hiyo ni sehemu muhimu ya usalama wa kifedha wa taifa. Katika muktadha huo wa mjadala wa kitaifa, Profesa Tibaijuka ameingia kwa mtazamo wa kiuchumi na kimkakati akitoa hoja nzito kuhusu namna taifa linavyopaswa kushughulikia rasilimali zake za madini hasa dhahabu kwa busara, nidhamu na maono ya muda mrefu. Kwa maneno yake mwenyewe amesema: Tujifunze kutoka Norway walivyolinda utajiri wao wa mafuta kwa kuyauza kimkakati, kwa uwazi na nidhamu, chini ya usimamizi wa bunge kwa kuunda mfuko wa pensheni wa taifa. Mfano wa Norway, mafuta yaliyogeuka akiba ya vizazi. Norway, taifa dogo lenye watu takriban milioni 5.6 liligundua mafuta mwaka 1969 kwa wakati huo, ilikuwa na chaguo kama mataifa mengine yaliyopata rasilimali ghafla: kutumia mapato hayo yote mara moja, kujenga miradi mikubwa ya maonyesho, au kugawanya neema hiyo kwa wachache. Lakini Norway iliamua kufanya kitu cha kipekee: iliweka nidhamu, uwazi na mipango ya muda mrefu. Mnamo mwaka 1990 bunge la Norway liliunda mfuko wa pensheni wa serikali wa kimataifa, yani Government Pension Fund Global, maarufu kama mfuko wa mafuta. Sheria zilizoongoza mfuko huo zilikuwa wazi. Kwanza, moja, kila senti ya mapato ya mafuta ipelekwe kwenye mfuko huo maalum. Mbili, serikali iruhusiwe kutumia asilimia ndogo tu kila mwaka e, mwanzoni ilikuwa asilimia nne, sasa ni asilimia tatu. Namba tatu, fedha iliyosalia iwekezwe katika kampuni hisa na mali duniani kote. Namba nne Bunge na wananchi wasimamie kwa uwazi matumizi yake. Kama anavyosema Profesa Tibaijuka, hii ilikuwa mapinduzi ya kiuchumi yenye maadili ya kizazi. Serikali iliamua kutotumia mafuta kwa manufaa ya kizazi kimoja, bali kuyahifadhi kama hazina ya kudumu. Mnamo mwaka 1996, Norway iliweka amana ya kwanza ya dola milioni 150. Mwaka elfu mbili mfuko huo ulikuwa hadi dola bilioni hamsini. Mwaka elfu mbili na kumi ukafika bilioni mia tano. Mnamo mwaka elfu mbili kumi na saba ukavuka dola trilioni moja, na leo umefikia zaidi ya dola trilioni mbili. Faida ya uwekezaji wake kwenye makampuni zaidi ya elfu tisa duniani ikiwemo Microsoft, Apple Nesto na Toyota, sasa inazalisha mapato makubwa kuliko hata mauzo ya mafuta yenyewe. Kwa wastani kila Norway mmoja ana zaidi ya dola laki tatu na elfu arobaini kama mali ya mfuko huo, pensheni ya taifa ya kizazi kizima. Uamuzi wa busara: mafuta kwao, dhahabu kwetu. Profesa Tibaijuka anaweka hoja ya msingi na mnukuu: dhahabu yetu wala si kama mafuta ya Norway, ni zaidi. Dhahabu yetu wala si kama mafuta ya Norway, ni zaidi. Mafuta yanaisha, lakini dhahabu inaendelea kupanda thamani mwaka hadi mwaka. Mafuta yanaisha, lakini dhahabu inaendelea kupanda thamani mwaka hadi mwaka. Anafafanua kuwa dhahabu ni mali isiyoanguka thamani kwa muda. Kila nchi inayohifadhi dhahabu kama akiba ya kitaifa huwa na nguvu ya kifedha, uwezo wa kukopa kwa masharti nafuu, na kinga dhidi ya misukosuko ya kiuchumi duniani. Kwa mantiki hiyo, anapendekeza Tanzania iweke azimio la kitaifa kwamba asilimia 25 ya dhahabu yote inayochimbwa kila mwaka ihifadhiwe kama akiba ya taifa isiyoguswa. Hakiba hiyo inaweza kuunda kile anachokiita mfuko wa dhahabu wa taifa, hifadhi ya thamani itakayowanufaisha Watanzania wa sasa na Watanzania wa, wa baadaye. Namnukuu, tusikubali kudanganywa kuwa hakiba yetu imetosha. Hapana, kila kizazi kina haki katika dhahabu hii, anasisitiza Profesa eh, Mama Anna Tibaijuka Nyantakolakorwa, falsafa ya utunzaji wa urithi katika maelezo yake Profesa Mama Anna Tibaijuka anatumia neno hilo la Kihaya nyantakola korwa, likimaanisha kitu kitakatifu kisichoguswa ovyo, yaani urithi wa kizazi. Mfuko wa Norway, kwa mujibu wake, ni mfano wa nyanta kolakorwa wa mafuta. Sisi tunapaswa kuunda nyanta kolakorwa ya dhahabu. Mfuko huo unaweza kuendeshwa kwa misingi ya uwazi chini ya usimamizi wa bunge, Benki Kuu ya Tanzania ni BOT na taasisi huru za kifedha. Faida zake ziwekezwe kwenye miradi ya muda mrefu kama elimu, teknolojia na miundombinu huku kiasi kidogo tu kikiruhusiwa kutumika katika bajeti ya kila mwaka kama ilivyokuwa kwa Norway. Kwa njia hiyo, Tanzania inaweza kujenga uchumi imara unaotumia utajiri wa asili kuimarisha vizazi na vizazi, si kuviharibu. Somo la nidhamu na uwajibikaji. Norway ilifaulu kwa sababu ya nidhamu isiyotetereka. Kila wakati wa uchaguzi kulikuwa na vishawishi vya kuvunjavunja sheria za mfuko kwa kisingizio cha matatizo ya muda mfupi, lakini serikali na wananchi walisema hapana kila mdororo wa kiuchumi uliibua sauti za kutaka kutumia fedha hizo kwa mara moja tu, lakini walikataa. Profesa mama Anna Tibaijuka ana profesa mama Anna Tibaijuka anaamini nidhamu kama hiyo inahitajika Tanzania. Kwa muda mrefu nchi nyingi zenye madini zimejikuta katika mzunguko wa matumizi ya haraka, mikataba isiyo ya uwazi na upotevu wa mapato kwa mfano wa Norway, Profesa Mama Anna Tibaijuka anasema Tanzania inaweza kubadili utajiri wa dhahabu kuwa chachu ya ustawi wa vizazi vijavyo. Hitimisho: kutoka dhahabu hadi maadili ya kiuchumi. Mjadala wa kuuza au kutokuuza akiba ya dhahabu ni zaidi ya hoja ya kifedha, ni mjadala wa, wa falsafa ya taifa ni maamuzi ya kizazi kuhusu namna tunavyouona urithi wetu wa asili Profesa mama Anna Tibaijuka anahitimisha hoja yake kwa sauti ya matumaini, tuwajibike leo ili watoto wetu wasije kuishi katika umaskini wa nchi tajiri kesho. Kwa kutumia mfano wa Norway, anatoa dira ya mabadiliko, kutoka matumizi ya haraka kuelekea uwekezaji wa kudumu. Kutoka uamuzi wa kisiasa wa muda mfupi hadi maono ya kitaifa ya muda mrefu. Ikiwa taifa litachukua falsafa hii, dhahabu ya Tanzania inaweza kuwa chanzo cha heshima na ustawi wa vizazi, si chanzo cha mijadala na hofu. Kwa hiyo, hoja yake inabaki wazi. Dhahabu yetu, dhahabu yetu ni zaidi ya bidhaa, ni dhamana ya taifa. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tumeiandaa na tunaisogeza kwako mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, na tumeiandaa na tunaisogeza kwako ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu ni kipi kinachoendelea kwa sasa ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa hasa eh, kufuatia hiki ambacho amekizungumza na kukisema Profesa